Mheshimiwa, Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, Bonifasi Mwabukusi, tuko mbele yako kutaka kufahamu kisheria mambo yanayoendelea nchini, hususani swala hili la kufungia kanisa la Askofu Josephat Gwajima, lakini si kanisa lake, ni kanisa la jamii. Lakini yeye kama kiongozi, nini mtazamo wako, ama pia sheria inasemaje kuhusiana na <coughs> jambo hili? Uh, kwanza ni... E, kwa masikitiko niseme tu kwamba e, na taarifa kwamba e, ningependa kuwajulisha kwa kina wa Tanzania taratibu zinazofuata kabla ya kufungia kanisa kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni na unapoenda mahakamani vile vile, sio kanuni tu, kuna miongozo mbalimbali ambayo kwa mahakamani anaweza akaitoa jaji mkuu. Lakini huku kwingine tunaishia kwenye kanuni. Kwa hiyo hakuna kiongozi yoyote wa umma anayeruhusiwa kufanya jambo lolote ambalo haliruhusiwi kikatiba, kisheria au kikanuni ambalo lina athiri haki ya kikatiba, kisheria na kikanuni ya mtu mwingine. Kwa hiyo hili la ufufuo na uzima nimelieleza kwenye Twitter na kwenye Facebook yangu, taratibu zinazofuatwa kabla ya kufuta. Nina hakika kwa kile kilichojiri, taratibu hazikufuatwa, lakini sitaki kuzungumza kwa kina zaidi kwa sababu nimepata taarifa na wote nimeona mitandaoni kwamba kanisa lile tayari lina mwanasheria lina wakili ambaye anafanya kazi, na sio hekima na sio maadili ya kiwakili kwa wakili kuruhusiwa au kutumia ujuzi au elimu yake elimu eh, yake ku kuingilia ku Suala la eh, la, suala la mtu eh, suala la la mteja ambaye yuko kwa mtu mwingine eh, ni jambo ambalo kisheria ni ukiukaji wa maadili. Kwa hiyo mimi ninajua kisheria msemaji mzuri kwa sasa, sisi kabla tulikuwa tunatoa maoni kama wadau lakini sisi TLS tunaongozwa na maadili, kwa sababu pale panapokuwa na wakili na wakili anaendesha shauri hatuwezi kuanza kulitolea maoni, lakini yoyote anayetaka kujua kuna hali tuliyotoa kabla anaweza akayaona, lakini cha msingi ninachoweza kusema kwamba kulikuwa na kutokufuatwa kwa sheria wala katiba wala kanuni, yaani kuna ukiukaji mkubwa sana na ni jambo ambalo binafsi mimi kama rais wa TLS ni jambo ambalo linanisikitisha sana. We have impunity ya ukatili, kutokutii katiba, kutokutii sheria, yani uhalifu na watu wanaofanya vitendo vya kukiuka sheria wamekuwa na impunity, yani wana ujasiri eh. Juzi nimeona umeona pale mahakamani, yule sio askari, yule ni mhalifu, yule ni jambazi, yule itakiwa akamatwe. Sitarajii kwamba tunaweza kuwa na polisi Katili kama yule mtu niliyemwona pale mahakamani Kisutu, na ninawaambia wahusika wamfungulie kesi kwa majina yake na wamdai fidia. Yule sio askari, huwezi ukalipa kodi kwa mtu wa namna ile. Aniprovoke yani, ajawa provoke, anakuta raia mwema yuko mahakamani, hana hana hata fimbo, anapiga namna ile kama anaua nyoka mbele ya kamera. Eh, mimi niseme tu kwamba kumekuwa na vitendo vikubwa, tumetarajia tumeshuhudia, eh, vitendo vya hali ya juu sana vya kutokutii sheria, vitendo vya hali ya juu sana vya roho ya kikatili, roho ya mtu mwenye kiu ya damu, kiu ya kula nyama ya mtu. Wewe unamwona mtu tofauti na simba. Simba ana hekima, ukikutana naye porini hawezi kukuvamia tu bila sababu, ana hekima. Unaona eh, uoni ile hekima ya kibinadamu ya kiutu katika utendaji wa sekta ya umma. Jambo hili ni mbaya sana eh, kuna watu wanachafua kabisa taswira ya utendaji wa sekta yetu ya umma. Tuna tume ya maadili ya umma, tuna tume ya haki za binadamu na utawala bora, mara zote inasingizia watu. Hawajaenda wa lile tukio la Kisutu walioni? Ina maana wao wanakaa mbinguni au kaburini? Nataka mpaka wapelekewe wapelekewe, yule ni mkora? Hapana, wao wana mandate ya kwenda kuchunguza, wana mandate, wameshaona wameshuhudia, kwa nini wasilitolee kauli? Kwa hiyo kuna hili tunajanga, tuna, e, tunajanga ni kama taifa letu limepumbaa, e, yani tumepigwa na upofu wa ubwege hivi na utaira wa kitaifa ambayo mambo ya hovyo tu yanafanyika, nchi yenye rundo la marais wa staafu rundo la mawaziri wakuu wa staafu rundo la wazee mastaafu, lakini wanakuja wavuta bangi wakora, wahuni wanafanya vitendo vya hovyo hadharani, nobody rebuke them. Ukifika kwenye mazingira ya namna ile, tunaita ni impunity, ni mazingira ya aibu, ni mazingira yenye kutia kinyaa, na ni mazingira yenye kutia kichefuchefu. Kwa hiyo mimi, kimsingi nawambia wadau wote walioathirika waone mawakili walioko kwenye maeneo yao, wafungue kesi, wadai fidia ya kupigwa, ya kuumizwa, ya kudhalilishwa. Lakini niwahamasishe mawakili wanao hii video, lile ni eneo la mahakama, ile ni contemptuous act. Kupiga na kuvamia mtu anaingia mahakamani ni kuendana kinyume. Kama mahakama inaweza kuonya mtu kusema tu no reform, no election Inakuwaje mtu aliyepewa dhamana ya kuhakikisha usalama wa watu wanaoingia mahakamani kuonekana akishambulia na kupiga raia namna hii? Kwa hiyo ni jukumu la mawakili wale kuiaddress mahakama na tunatarajia wataiaddress, na kwa sababu kanuni ile ile iliyotumika kuzungumza no reform, no election eh, itazungumza kutueleza kwamba mahakamani siku hizi tuna ma Jack Chan, ma Bruce Lee, ma Angela Mao wakupiga watu na kujeruhi watu wanaokwenda kutazama, mimi naendea mahakama. Ni jambo baya la aibu la ovyo. Mimi e, si, nimenisikitisha, lakini e, najua kuna mawakili wanajua sheria zinawaambiaje, ninawaambia wafanye hilo kwa maslahi ya utawala wa sheria. Mambo haya yanayoendelea baadhi wanasema kwamba ni kutokana na hekaheka kuelekea uchaguzi mkuu 2025 Oktoba. Je, sheria inaruhusu mambo haya kuendelea kwa sababu tu ni masuala ya uchaguzi, labda ni mwaka wa uchaguzi? Ni ushamba uchawa na ubwege. Kwani ni uchaguzi wa kwanza? Tumefanya uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi hapa mwaka 1995. Mrema akiwa kwenye hoti kweli kweli kulikuwa na crash crash, tulikuwa tunaziona za kina Maita na Mrema, piga Maita, piga mabomu sana. Mrema moshi kule, wapi zilikuwepo hizi kashikashi? Hakukuwa na ukatili wa namna hii. Tumeingia kwenye uchaguzi mwaka elfu mbili tumeingia elfu mbili na tano tumeingia elfu mbili na kumi tumefanya uchaguzi elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini na kukaanza kumea vimelea vya kukosekana kwa utu lakini sasa tumeona sio tu kukosekana kwa utu e, ni mnyama yani e, tofauti ya ya ya, ya hayawani yoyote wa mwitu na sisi ni kwamba sisi hatuna mikia, na labda sisi tumevaa nguo, lakini sisi hatuna tofauti na fisi, hatuna tofauti na mnyama yoyote katili. Kama unaweza kaniambia kwamba uchaguzi ndio unakwambia uende nyumbani kwa mdudu ukavunje uue, uchaguzi ndio unakwambia watu wakija kwenye kesi ya mtu kutizama tu kesi, mtu ametoka ana passport inasema East Africa, amekuja kwa ajili ya kushuhudia kesi ya ndugu au rafiki yake, unakamata unapiga kikatili mbele ya mawakili. Vimelea sasa vimezaa matunda sasa, sio vimemea, vimemea, na kumea kwake kuna kwenda kutokeza matokeo, na matokeo haya yanaweza yakawa makubwa yasiyotarajiwa, hata kabla ya hiyo Oktoba. Sasa imefika watu wanaenda kunajisi kanisa na mbwa na najisi kanisa au ni aibu. Anakwenda alichozungumza Gwajima ni kipi cha uongo? Gwajima amesema watu wanatekwa, ni kweli watu wanatekwa. Vyombo vinavyotakiwa kulinda wananchi havifanyi kazi yake, havifanyi, viko likizo tu. Vinayo kazi inaofanya ni kukamata wale waliotekwa, au ndugu waliotekwa wanaolia kupigwa usilie, kama alivyofanya Gwajima. Kanisa linaenda kufungiwa kwa mtu kwa kusema utekaji upo, utekaji ya upo. Gwajima ni askofu lakini pia ni mwanasiasa, ni mbunge kupitia chama cha mapinduzi, na baadhi wanasema kwamba, hasa ile barua ambayo imesambaa mtandaoni, kwamba amechanganya siasa na dini. Je, alipokuwa mbunge kuwa na dini? Nataka nikuulize, Yesu alisemaje kuhusu mchungaji mwema? kwamba kondoo mmoja akipotea na waacha wote kwenda kutafuta mmoja aliyepotea. Gwajima kahubiri injili ya Yesu iliyokamilika. Kanisa lolote lisilokemea utekaji ni matapeli, kanisa lolote lisilohubiri haki na utawala wa sheria alimjui Mungu. Mungu anasema sheria zake ni za haki na kweli, Mungu ni mwenye haki na kweli. Aliyokihubiri injili Wajima ndio injili ya Yesu wa Nazareti tunayemfahamu. Injili nyingine yoyote inayoremba watekaji, inayoremba viongozi wazembe wasiowajibika, inayoremba watu wasiokemea dhuluma, ni injili ya shetani iliyojaa uovu ndani yake. Lakini injili ya Yesu ni ile ya CHADEMA, kulia na wanaolia, kupambana na kutetea maskini, kupiga kelele kwa ajili ya wanaoonewa, kukemea uovu. Ujiulize tu simple, Yesu angekuja leo angeungana na machawa au angeungana na wanaolia kuhusu kupotea kwa mdude? Angeungana na machawa au angeungana na wanaolia kuhusu kupotea kwa soka? Na mtu anasema umechanganya dini na siasa, ni bwege. Dini ni siasa ya kumtafuta Mungu. Hakuna mstari wowote unaotenganisha dini na siasa, kwa sababu dini ni maadili, dini ni maisha kamili ya mtu. Yaani dini sio kitu fulani cha kijani au cha bluu kiko pembeni hivi ambako unaweza ukakivaa Jumatatu ukakivua Jumanne. Ukimwona kiongozi yote anasema umechanganya dini na siasa, jua huyo kiongozi ni bwege wa kupindukia. Yaani ni bwege, na lazima mtafute, utakuta kaiba vyeti vya watu au kasoma kwa utata utata, kwa sababu dini ni siasa, dini ni maisha kamili. Yaani hakuna eh, namna ambavyo dini unaitoa ndani ya mtu inakaa hapo, kwamba sasa ni dini, sasa ni ethos ambazo mtu amezi internalize ni culture na dogma ambayo mtu ame internalize ambayo ndio mtu mwenyewe, yaani ukinitizama mimi. Ndio maana Paulo anasema nyinyi ni barua ya kusomwa na watu, watu wakikuona wewe wamuone Yesu ndani yako. Ukiwa umejiacha ya nyumbani, watakuonaje Yesu ndani yako? Mtu anayesema hivyo ni bwege, wala hajawahi kumjua Mungu. Dini ndio hasa inayotakiwa iwe kwenye siasa, kwa sababu ni ethos. Kwa hiyo tunataka watu wenye dini. Mi sijali ni Muislamu, sijali dini, mwenye hofu ya Mungu, hata iwe ni dini ya kijadi. Ile hofu ya Mungu hiyo ndio tunamwita binadamu mwenye utu. Unajua, dini ni about utu, ethos, yaani ile humanity, integrity accountability, love, compassion, ile ndio dini. Sasa mtu anakuambia usichanganye dini na siasa, huyo bwege wa kiasi gani? Mwambie siasa nini? Siasa ni tafsiri ya maisha ya huyu mtu sasa ambaye ni wa dini, huyu mwenye ethos, kuweza kuzikabili na kuzitatua changamoto zake za hapa duniani. Maji makanisa hayatengeneza hospitali hospitali ni siasa ni nini? Siasa. makanisa yatengenezi shule. Makanisa hayatoi misaada kwenye njaa. Makanisa hayaleti miradi ya ufugaji na kuwezesha wananchi, hayatoi mikopo, hayalei yatima na kuwapa misaada ya kibinadamu. Uyo sio mchanganyi. Hiyo ndio inaokuonyesha kwamba huwezi ukavitenganisha hivi vitu kwa sababu ni sasa mtu kusema kwamba ah! Mimi hii miguu ni yangu, lakini mikono sio yangu eh, eh, just mtu atakuona tuwe ni bwege tu, ni mtu usiyejitambua. Kwa hiyo dini ni maisha kamili ya mtu kimaadili na namna jitihada zake katika kumtafuta Mungu, wakati siasa ni maisha kamili ya mtu kwa namna ya kutatua na kuzikabili changamoto za kimazingira, kiuchumi, kijamii zinazomzunguka katika maisha yake ya kidunia ya kibinadamu. Kwa as long mtu yuko kwenye mwili huwezi ukamtenga na siasa mpaka anapotoka kwenye mwili kwa kwenye ulimwengu wa roho huko ndiko anakokaa mbali na siasa. Ndio maana hata Yesu alisema tutahitaji kupata mia za duniani na mia za mbinguni. Kwa hiyo eh, hakuna huo. Ukisikiza mtu anasema kwamba huyu kachanganya dini na siasa, jua ni ni wale watu, unajua tunapochuja, unapochuja chai, kuna majani yanapenya ni wale watu walipenya kwenye mifumo yetu ya maadili, wakapenya kwenye mifumo yetu ya elimu. Kwa bahati mbaya wamedondokea, sasa hizi ndio wanafanya maamuzi, lakini ukimsikiliza, mpuuze, kwa sababu huyo ndio mwenyekiti wa mabwege, yaani ni mtu ambaye huwezi hata ukaaju naye. Mtu akisha kwambia tu usichanganye dini na siasa, usiaginaye tena, yani don't argue with him, Ignore him.